Nitakuwa na kuchallenge na ngoma zako za zamani, afu utakuwa namalizia mistari vile na po? <laughs> <Gaz -gaz, laughs> <nyodwans, laughs> <han -mishushme. laughs>

ujue na overcome hits yetu neno, neno, sawa, zimo ndani, eh, sawa. Sipo kama nilivyokuwa ila maanishi nipo tofauti, weki roki, mwili, akili, mashairi na sauti. Mimi na chini msijupavu mwenye Versace dima, sio ya generic na ile chicken life left in him. Sister Duki piwa moyo usilie, mfanye official. Chidume atulie mwibie jina la mwisho. Nice. Wanasema hugeuka mnyama pale anapotaka pesa, cha ajabu na huwa mimi gangster. Ampaki rangi donkey la Duki kwa zebra. Ndio maana kabla ya Jacqui JCB alisurrender. Ukisikia paa sawa. <laughs> <laughs> Sa, nilipomisa kuntokea ili kuingia kisa au kumhaga kumkea binti aliendelea kunmwaga sije penda kama hivi lakini, mapenzi yake ni ditch yes. Ni savavi false love bitch na his nipata vibe ya kuipa truth a face lift mm -hmm. Apati love bila michuza au na cash feed yes, hiyo inaitwa roho na Christian Bella <laughs> sawa <laughs> umetisha Oma... yes.